Ndogo yangu nimesikitishwa sana ninachokiona mitandaoni. Unjua wewe ndo kama huna akili. Yule anatangaza magari kistaili yake ili apate riziki. Na yule ndo bingwa kushusha bei. Ndio maana ukaambia bingwa, no, bingwa used. Paka kuna magari ya laki nane na zangu namsikia mwenye tajiri na laki nane lipo. Sawa bwana. Sasa unapiga kelele za nini? Afu wewe ndo unampeleka mjini yule. Kwa sababu wewe gari lako umejinadi milioni 55. Magari yenu ya mikopo wasanii tunajua. Hamnaga hela ndefu. Sawa. Yeye kwake anauza 25. Sasa tatizo liko Eh, halafu unalalamika wewe unataka kibanda cha kuuza magari mawili. Bora wangilalamika wenye mayadi huko. Eh, mimi mbona kwangu gari linauzwa milioni 80, mimi mali sita linauzwa milioni 150. Na maisha yanaenda. Yule anauza na sisi tunauza. Sasa wewe unaanza kujilopokesha, yaani unajiwasha mwenye uonekane wewe ndio mnunua gari la juu, gari lako la samani. Labda nikwambie mdogo wangu. Hapo unajishusha. Alafu nikwambie hayo magari ndio yanaongoza kwa, kwa kutagereji ya mitaga. Magari ya mzungu hayo. Uwezi kuendesha Q7 hizo. Uwezi. Kwanza gari za kizamani mno. Yaani bwana kumbe tangeni ni sasa anatangaza ya biashara yake anaanza kulopoka. Wewe ndio unampeleka mjini ujue. Alafu hata hiyo kampuni ile iliyokuajiri kupiga kelele unawashusha. Sawa? Yaani hao siku nyingi wanaonekana wapigaji. Kwa mimi naongea hakuna mshamba yote anaweza kuniambia kitu. Acha ujinga wewe. Hi, baadaye ndio utamfuata yule blazer gari bei gani? Laki saba. Hi, hey, kule ni miambia laki tisa. Kumbe nilipigwa mwaka jana. Sanuka. Sasa unapiga kelele kwa sababu si ushakopa. Alafu unaingia kichwa kichwa. Hebu mzunguma kwanza hata jirani yako nani ana gari kama hilo? Unapokaa uko bonde siyo mkibonde maji siyo nyumba barabarani bali hapa. Angalia jirani yako gani anayo ile gari ngalo. Acha ujinga, mwache ule bingwa, alafu yule mtu wa dini. Yule uko kwenye game siku nyingi, karibu ni miaka 15 10 years. Wewe hata bado hujatoka idaru kuuza mirungi. Acha ujinga wewe, sifa zingine za mitandaoni hazikufai ngalo, wewe mdogo wangu. Mimi, si ushakuja ofisini, tukae kitu na kufundisha maisha. Acha hizo. Hicho, oh, sijui nini kama biashara ya nani? Okay. We vipi wale ndio wanauza bei hiyo? Si kwetu tunauza milioni 20, mbona tunao bado, lina miezi kibao tena? Mapya tunayo ya kisasa, si hilo lako mwaka nyuma, mwaka wa mbele. Hii vipi babu, ili uko nendo kampuni unaiweza? Anajishusha babu, kampuni yenyewe na magari saba mawili ya mtufu denke matano, mwenyewe uko sinza makabulini. Acha ujinga, sanuka. Watu wa magari wambea watakugombanisha mdogo wangu, wawezi wewe. Endelea na komedia yako, kama umepigwa milioni 55 upiga kimya. Sisi huku tunalo milioni 20. Sasa unawaka nini? Sasa mtu asitangaze biashara yake, liondoke. Eti yeye anaharibu biashara ya nani? Wewe ndio unamkata leseni ya biashara. Muache bwana magari used yule mwanangu. Na mimi ndio namtangazaga mpaka watu wakamjua. Sasa wewe tena unakuja kitaacha mdogo wangu. Uwezi vita za watu wa magari. Rudi kwenye komuniti yako katangaze wanyama huko. Gari lako ushapigwa hilo gari la chini ufiki kokote. Hata Moshi kwenu vijijini uingi nalo. Kwa sababu liko chini linagusa hilo ufiki kokote linataga. Sanuka. Sipo hata ukinua trekta kulimia ungepeleka kwenu Moshi. Wangekuona na kijiji umeleta asante. Mshamba engaru kumbe nakuona kuona mjanja unajishusha. Unakumbana na mtu wa Mungu ule; dunia inamkubali. Yule anawateja wengi na wafuasi wengi. Yaani wewe leo ndio umemongeza followers kumsema vibaya. Unajua dunia ni mtu akisema vibaya ndio anaenda mjini eh. Yaani wewe ndio umempa followers yule. Magari used. Watu wataenda kununua kwa sababu kwake bei rahisi. Wewe uko unakosemea kampuni yako watu fudeki, umepigwa 55 haya. 55 usikiwanja kwetu Bagamoyo. Narusha ushajua na linakoishia miguu 9 kwa mbili. Umepigwa mzoba le kwa mledia zoba. Naongea mimi influencer mkubwa. Wewe acha ushamba, mpiga kimya, maisha yako yaende. Mwache yule jamaa, yaani wewe ndo unazidi kumpa wateja magari yake ya bei rahisi. Kule mnakokopa mnapigwa sawa. Mimi ndo nashaongea, acha ushamba Ndaro. Magari yusi kafanyaje? Mtu wa Mungu yule, maneno mawili kamtaja Mtume, kamtaja Yesu, unasanuka tu ovyo. Gari lako lina nini? Na gari yenyewe la chini, umepigwa. Hata noa yangu ya dilipa ni di kubwa Napita kokote moshi aidaru kote, napita kwenye mashimo. Acha ushamba Ndaro kichogo e, kirefu. Usurudie tena.